Wenzetu walijikita kuleta uhuru wa nchi yetu. Sisi vijana waleo wa Kitanzania tunajikita kufanya nini? Nimewaachia assignment kwamba sasa hivi hebu tujikite sasa kuulinda uhuru ambao vijana wa, wa zamani wa miaka ya, ya sitini, vijana wa miaka ya sabini waliutafuta kwa udi na uvumba. Sisi vijana wa kileo tuulinde uhuru wetu, lakini tulinde utamaduni wetu kwa sababu maendeleo ya sayansi na teknolojia yanapelekea pia kuathiri utamaduni katika nchi zetu. Kwa hiyo kazi tulionao vijana wa kileo ni kulinda pia utamaduni wetu, lakini tuna wajibu pia wa kulinda uchumi wetu. Uchumi wetu unalindwa kwenye perception zipi? Ni pamoja na kulinda rasilimali tulizonazo, rasilimali tulizonazo na kuzibibua, rasilimali tulizonazo zitunufaishe sisi Watanzania, rasilimali ardhi, rasilimali mazingira. Sio tunakata mazingira, tunakata miti miti tukiikata, baada ya miaka hii mitano kumi tulio nayo miaka inayokuja tutakuwa na taifa la namna gani? vyanzo vya maji tukivichezea, wote mnaona, huku Morogoro tumechezea chezea vyanzo vya maji, lakini wenzetu walioathirika zaidi ni Dar es Salaam na Pwani. Hili ni kongamano ambalo linawakutanisha vijana na, na wadau mbalimbali wa maendeleo uh, kuweza kuwapa taarifa za kuwafanya wafikiri nje ya mfumo wa kawaida wa elimu na ndio maana tumeliita kongamano la nje ya box Youth talk maanake ni mazungumzo ya vijana kujadili yale ambayo hayafundishwi darasani. Wakati tunaanza, wakati tunaanza matamasha haya tulikuwa tuki, tukipata wanafunzi wachache, wanafunzi 400 wanafunzi 300, lakini kwa sasa kama mlivyojionea leo, tumeweza kuwa na wanafunzi zaidi ya elfu moja ambao wamekuwa na sisi kuanzia asubuhi mpaka sasa wakati tunafunga. Hii inaonyesha mwitikio chanya kwenye yale ambayo tunayafundisha, kwa maana ya kwamba inatupa picha ya kwamba tunayowafundisha ni ya muhimu lakini pia yameleta tija kwa vijana ambao tayari walishiriki matamasha yetu ya, ya zamani ambao baadhi yao mfano mwaka jana peke yake vijana zaidi ya mia mbili walipata nafasi za kwenda kufanya mafunzo nchini Ujerumani, Denmark na Sweden kupitia wadau mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao. Ni sehemu yetu ambayo tuna invest kwa sababu tunaamini kuwekeza katika vijana tunalisaidia taifa la kesho, na sisi tuna fursa za kazi, masomo, mikutano na experience tofauti nje ya nchi, hivyo tunaamini uwepo wetu leo ni taarifa kwa vijana kwamba wanapowaza soko la ajira basi wasiwaze tu ajira za ndani ya nchi, lakini vile vile waweze kuwaza ajira za kimataifa. Tumeshiriki ili tuweze kutoa elimu ya uwekezaji wa pamoja kwa vijana na wanavyuo kwa ujumla ili waweze kuwekeza na UTT. Tunatambua uh, umuhimu wa uwekezaji, lakini pia tunatamani tuwaone hawa vijana ambao ni wanavyuo waweze kuwa na hii elimu katika kipindi hiki ili waweze kutumia hata baadaye. Tunaamini kupitia uwekezaji, si lazima uwe na kiwango kikubwa cha fedha hata UTT ndivyo ilivyo, kiwango kidogo cha shilingi elfu tano tu unaweza ukawekeza. Kwa hiyo hata kwa wanafunzi wanaweza kamudu kuwekeza na kupata faida katika uwekezaji. Matukio kama haya yanatupa inspiration kwa sababu tunaona shuhuda zipo, shuhuda zipo zinazodhihirisha uwepo wa watu waliofanikiwa kupitia haya ma, matamasha na haya majukwaa. Mfano nimetoa ni mnyama digital, afya ya mnyama. Mnya ana ni mwanafunzi amecreate kutengeneza digital ya ku determine afya ya mnyama kupitia teknolojia. So ameachana na, na kutafuta ajira, amejiajiri kutafuta kutokana na elimu aliyoipata katika matukio kama hayo. So inspiration ni kubwa, kwa sababu tunashuhudiwa na watu kwamba ni vitu vinavyowezekana. Tuna, tunaona kwa ushahidi kwamba watu wanafanikiwa kupitia matukio haya. Bongo Play TV.